Mange Kimambi ameamua kumpa big up za kutosha Davido kwa respect ambaye aliamua kuionyesha Tanzania katikati wa ya tamasha lake baada ya kusimamisha tamasha lake na kuomba bana wa watu ambao walikuwa wamehudhuria tamasha lake bana kuiombea Tanzania. Wenyewe wanasema kwamba a moment of silence, yaani dakika moja ya utulivu kidogo kama njia ya kuweza kuonyesha heshima kwa waliotangulia mbele ya haki. Sasa Mange bana ameamua kumshukuru Davido katika hili, lakini akaamua kushare na kipande cha video ambacho kilikuwa kinaonyesha tamasha hilo na kuna moja kati ya mtu ambaye katikati ya wale ambao walikuwa wamehudhuria tamasha hilo bana aliinua kabisa na bendera ya Tanzania juu ya hewa hey, kuweza kuonyesha namna ambavyo yupo pamoja na Watanzania, ajapokuwa not physically, lakini uh, kimoyo wako pamoja na, alimsindikizia na caption hii hapa. Anamzungumzia Mange ya Kimambi baada ya kuweza kumappreciate Davido, aliandika hivi: "Davido jana usiku alisimamisha show yake kuambia watu waiombee Tanzania sababu ya mauaji yaliyotokea. Meanwhile, wasanii wa Tanzania wanapambana kurudisha nchi kwenye hali ya kawaida ili waanze kupiga show za Christmas na mwaka mpya. Nchi inaweza Disemba 9 ila nchi inawaza Disemba 9 ila wasanii wanawaza show za Disemba, kuachana yani, na wasanii moja kwa moja, hakimkirudia kwa support hawa watu wa Isaid. Dunia nzima itaweka mikono juu na kutuita watanzania matahira. Hatuwezi kuikataa serikali haramu na tukakubali wanaunga mkono etikiso, wanaimba na, na kuigiza. Wasanii wa Tanzania ni lazima, kuanzia sasa, pesa zao zitoke CCM tu na wasipate hata shilingi tano ya watanzania

Mange Kimambi kupitia Instagram ya kwake kupitia mitandao yake akawa anasema ya kwamba wasanii wa Tanzania ndio kwanza wanaendekeza masuala ya kufanya birthday. Of course, Zuchu alikuwapo na sherehe zake za birthday ambayo alikuwa anaifanya

ili nafasi ama mazingira ya kupiga show yarudi kama kawaida, show za kawaida zirudi. Lakini kwa upande wa Mange anasema kwamba hawa show zao zote ziwe za CCM tu. Kama ulivyoamua kusimama na CCM, kipindi cha campaign, na basi hela yao yote, ile ambayo watakuwa naipata kuiingiza kwa namna yote ile, iwe deal za matangazo ama show ziwe ni campaign tu. Yani hela ziwe zinatoka CCM, ila hela za mtanzania wa kawaida basi isijaribu isitoke hata shilingi tano kutoka kwa mtanzania wa kawaida, eti anakwenda kusupport msanii wa Tanzania, sababu wao walishawakataa inabidi, um, wa, um, wa Tanzania walishawakataa. Eh, yani, wasanii wa Tanzania walishawakataa, wa Tanzania nao wakatae wasanii wao, wow. Hii imekaje bwana? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.